Ni wakati huu ambao mwamuzi Katanga anashika ule mpira akiziongoza timu zote mbili kuingia uwanjani. Upande wa kijani juu mpaka chini ni upande wa machampioni mara nyingi zaidi wa ligi kuu ya NBC, Yanga, the boy from bar prince of lango Alanok. ni Filipi tu mwamuzi ambaye anasubiriwa mamu Tanga Hussein, tayari na amekwisha anzisha mpira ambao umeanzishwa katikati, na wananchi wenyeji wa mchezo huu, Yanga dhidi ya Mashujaa. Dakika 45 za kwanza, ina kupambana mpira ambao unajaswa ndani ule gongo, kichwa juu, Prince Dube anacheza foul tari anakenajuianacheza azuz jalpinnakiwa wenye nafasi Akaunti ya mabao inafunguliwa dakika ya saba na big man, kiungo wa shoka kiungo mkata shombo, zungushwa kona ile, kichwa mpalazo kile kimeatwa na Dikson Job ana dive, Mohamed Damaro kuweka mpira kwenye net kama anazama kwenye swimming pool. Damaro kichwa cha kuchumpa Yanga moja Mashujaa sifuri. Max Nzengeli, umeruka ule mpira kwa Juka buya, Juka buya, Juka buya oga, sijui kama na ugomvi na Eric Jehola Sijui ana nini ambacho alitaka kukifanya. Ameua kwa shuti kali, mna du kabuya. Tazama dameran ya Prince Dube, Juka buya kwa mguu wa kulia, inapigwa bum shakalaka, mpira ambao nakwenda kuokoa kuandika bao la pili kwa wananchi, shangwe anaingia Maxi Mzengeli, ananyanyua ule mpira kwenye nafasi, kibwana Shomari, pakaa msuswa, pakamsuswa Pedo! Bao la tatu, furaha inazidi kwa wananchi. Max Mzengeli, kazi nzuri. Kibwana kaseti ule mpira akauseti tena ukapigwa na pako mzuzu wa pedo. Yanga wanajiliya pweza, kizani hana miba, anavusha <tipa> mpira mrefu ule. Imefika mpira kwa juka buya, bado faida ipo kwa Yanga, Prince Dube washujaa wanakutana na mfupa kwenye rosti ya maini. Prince Dube anaandika bao lake la tatu msimu huu, chuma chande kwa Yanga. Ilipigwa pasi ndefu ile kutoka chini kabisa, duka bu ya oga akausafirisha mpira ambao Mudathili yahya aliusukuma kwenye njia, na Prince Dube kwa mguu wake wa kushoto anamuacha Johola. Akigaga tu bisa <laughs> naanzisha ule mpira aanyuliwa. <laughs> mpira kwenye nafasi sasa, naondoka Aurelio Aurelio, Deku Aurelio kwa nje Mudathi. Anayeomba anapewa. Mashabiki wameimba bado moja na moja limepatikana. Sasa ana vile kutoka chini kabisa, ameibia pembeni ule riyo depu, akaitoa kwa Mudathili Yahya ambaye anakwenda kupresi ule mpira, bao la tano kuelekezana kwenye bench kipi yupo mdafilia. Haya, ala na Okelo <coughs> ameucheza mpira kwenda kweka kwenye kamba Aurelio Deb, karibu sana katika ligi kuu ya NBC <coughs> mpira ambao ulipigwa ule na Okelo, ukimtazama Aurelio alikuwa offside wakati mpira unatoka kwa Okelo. Second ball anakwenda kuimalizia, anakuwa nafasi ya Yanga kurusha. Huseni Katanga anamaliza mchezo ikiwa ni mabao sita yameingia kwenye nyavu za Mashujaa.